isiyoridhisha hauna maana kwamba taasisi husika ina asilimia mia moja ya ufanisi katika mifumo yake ya udhibiti wa ndani. Mheshimiwa mwenyekiti, nipende kuchukua nafasi hii kwa niaba ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali kukupongeza wewe, management na baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Lindi kwa kupata hati inayoridhisha. Mheshimiwa mwenyekiti, mwenendo wa hati za ukaguzi kwa kipindi cha miaka mitano mfululizo, nipende pia kupongeza baraza lako la majiwani na wewe mwenyewe na management kwamba halmashauri ya manispaa ya Lindi imekuwa ikipata hati inayoridhisha toka mwaka 2019 20 hadi mwaka 23 na 24. Mheshimiwa mwenyekiti, kama nilivyosema kwamba kupata hati inayoridhisha sio kwamba uko vizuri kila idara au una mifumo dhabiti ya, ya, ya ndani. Kwa hiyo kuna mapungufu ambayo tunayabaini ambayo yanawasilishwa sasa kwenye kikao hichi. Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri ya manispaa ya Lindi imejitahidi kuendelea kutekeleza hoja za ukaguzi za miaka ya nyuma, ambapo halmashauri ya manispaa ya Lindi ilikuwa na jumla ya hoja 27, 21 za miaka ya nyuma kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2023 kati, kati ya hoja hizo, Mheshimiwa mwenyekiti, hoja tisa zimefungwa, hoja kumi zipo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji na hoja mbili hazijatekelezwa. Katika mwaka wa fedha 2023 24 kwa upande wa, wa mfuko wa pamoja wa afya kwa miaka ya nyuma, Mheshimiwa mwenyekiti halmashauri ya manispaa ya Lindi ilikuwa na jumla ya hoja mbili ambazo ziliwasilishwa kwa management kwa ajili ya utekelezaji na hoja zote mbili zilishatekelezwa. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa ukaguzi wa mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kwa miaka ya nyuma halmashauri ya manispaa ya Lindi ilikuwa na jumla ya hoja nne ambazo ziliwasilishwa kwa management kwa ajili ya utekelezaji. hoja hoja tatu zimetekelezwa na hoja moja ipo katika hatua za utekelezaji. Mheshimiwa mwenyekiti, pia niwasilishe kwako hoja za ukaguzi wa mwaka wa fedha tunaojadili hapa 23 24 ambapo halmashauri ya manispaa ya Lindi ilikuwa na jumla ya hoja 24 ambazo ziliwasilishwa kwa management kwa ajili ya utekelezaji. Miongoni mwa hoja hizo, hoja kumi na moja zimeshatekelezwa, hoja kumi zipo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji na hoja tatu bado hazijatekelezwa. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa mfuko wa afya ya pamoja kwa mwaka wa fedha 23, 24 Halmashauri ya manispaa ya Lindi ilikuwa na jumla ya hoja tano ambazo ziliwasilishwa kwa management kwa ajili ya utekelezaji. Hoja nne zimeshatekelezwa na hoja moja bado haijatekelezwa. Kwa upande wa ukaguzi wa mfuko wa wanawake vijana na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 23 24, halmashauri ya manispaa ya Lindi ilikuwa na jumla ya hoja nne ambazo ziliwasilishwa kwa ajili ya utekelezaji na management hoja mbili zimetekelezwa na hoja mbili bado hazijafanyiwa kazi. Mheshimiwa mwenyekiti, pia niweze kuwasilisha kwako kwa hoja za msingi ambazo tuliziona kwenye ukaguzi wa mwaka 23, 24. Hoja ya kwanza mheshimiwa mwenyekiti, ni kukosekana kwa hati miliki za mali ya halmashauri ya manispaa au title deeds, ambapo ukaguzi ulifanyika kwenye mali za kudumu za halmashauri ya manispaa kwa mwaka wa fedha 23 24 na kubaini kuwa halmashauri inamiliki majengo na ardhi yenye thamani ya shilingi bilioni moja pointi tatu katika maeneo mbalimbali ya manispaa. Hata hivyo, halmashauri haina nyaraka za kuthibitisha umiliki wa ardhi ambayo majengo hayo yamejengwa. Hoja ya pili mheshimiwa mwenyekiti ni kucheleweshwa kuwasilishwa michango ya watumishi kulikopelekea tozo ya adhabu ya shilingi milioni arobaini pointi moja katika ukaguzi wa mwaka wa fedha 23/24, mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri ya manispaa haikupeleka kiasi cha milioni 27 ikiwa ni makato ya mishahara kwenda katika mifuko ya pension wa watumishi wa umma PSSF, hali iliyopelekea halmashauri kupewa adhabu ya tozo ya kiasi cha shilingi milioni 40.1 na kufanya jumla ya deni kuwa shilingi milioni 67.2. Mheshimiwa mwenyekiti Hoja nyingine ni mapato ya ndani yasiyokusanywa ya shilingi milioni mia sita na saba Katika kipindi cha ukaguzi tulifanya tathmini ya ukusanyaji wa mapato ya halmashauri kwa kufanya mapitio ya taarifa za usimamizi wa mapato pamoja na taarifa za daftari za fedha au cashbook, pamoja na taarifa kutoka kwenye mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya halmashauri na kubaini kuwa halmashauri ya manispaa ilifanikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 726.3 kutoka kwenye lengo au bajeti ya shilingi bilioni moja pointi tatu tatu. Hali hii ilisababisha upungufu mkubwa wa mapato ya kiasi cha shilingi milioni mia sita na saba pointi tano kutoka kwenye lengo sawa na asilimia 46 ya mapato yaliyopangwa kukusanya kutoka vyanzo husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia kulikuwa na mapato yasiyokusanywa kutoka katika mauzo ya viwanja shilingi bilioni mbili pointi nne tatu katika mwaka wa fedha timu ya ukaguzi ilipitia taarifa za mapato kutoka kwenye mfumo wa Tausi na kubaini kuwa halmashauri iliweza kukusanya jumla ya shilingi milioni 931.2 kutoka kwenye viwanja vilivyopimwa katika mradi wa Gezaulole na Mto Mkavu ambapo halmashauri ilitumia jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 3.36 kwa ajili ya upimaji na gharama nyingine za uuzaji. Kiasi cha fedha shilingi bilioni mbili pointi nne tatu bado hakijakusanywa kulingana na mpango kazi na mikakati iliyowekwa ya awali na manispaa ya Lindi. Mheshimiwa mwenyekiti, hoja nyingine ilikuwa ni ununuzi wa vifaa vya ujenzi zaidi ya mahitaji ya kiasi cha shilingi milioni 49.6. Katika ukaguzi ukaguzi wa miradi ya maendeleo ilibainika kuwepo kwa ununuzi wa vifaa vya kiasi cha shilingi milioni 49.6 ikiwa ni zaidi ya mahitaji ya mradi wa ujenzi wa bwalo katika shule maalum ya wasichana. Hali hii Mheshimiwa Mwenyekiti, inapelekea upotevu wa rasilimali fedha za halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapato ya ndani ambayo hayakukusanywa kwa ajili ya miradi ya maendeleo kiasi cha shilingi milioni 220 hayakutengwa sorry, katika mwaka wa fedha 23/24. Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri ilikusanya kiasi cha shilingi bilioni 2.5 kama mapato huru ya ndani, ambapo halmashauri ilitakiwa kutenga na kupeleka kiasi cha shilingi bilioni 1 na na elfu 9 kutekeleza miradi ya maendeleo. Halmashauri ilitenga na kupeleka kiasi cha shilingi milioni 888 788.9 na kupelekea kiasi cha shilingi milioni 220 kutokupelekwa kutekeleza miradi ya maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti, hoja nyingine ilikuwa ni kutokutenga fedha kutoka katika ushuru wa mazao wa asilimia ishirini, kuendeleza shughuli za kilimo ambapo ilikuwa ni shilingi milioni 87.9 ambazo hazikupelekwa. Halmashauri ya manispaa ilitakiwa kutenga kiasi cha, cha asilimia ishirini kwa mujibu wa mwongozo wa maandalizi ya bajeti wa mwaka 23, 24. Kwa mujibu wa mwongozo huo, halmashauri ilitakiwa kutenga kiasi cha shilingi milioni 118.5 kutoka katika ushuru wa mazao, lakini halmashauri ilitenga na kutumia kiasi cha shilingi milioni 32.5. Hivyo kiasi cha shilingi milioni 87.9 hakikutengwa au kutumika kuendeleza na kuboresha shughuli za kilimo ndani ya halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti, hoja nyingine ni kutokurejeshwa kwa mikopo iliyoiva kutoka kwenye vikundi vya wanawake vijana, na watu wenye ulemavu, ambapo ukaguzi wa mfuko wa wanawake vijana, na watu wenye ulemavu ulibaini kuwepo kwa mikopo ya vikundi ya kiasi cha shilingi milioni mia mbili na tano pwinti mbili ambayo ilikuwa imesha iva kwa ajili ya kurejeshwa na vikundi hivyo, lakini bado haijarejeshwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niwasilishe kwako maagizo ya kamati ya bunge ya LAAC, ambapo kamati ya hesabu za serikali za mitaa LAAC ilifanya kikao na halmashauri ya manispaa ya Lindi tarehe 18 mwezi wa kwanza 2024 mjini Dodoma. Katika kikao hicho, mheshimiwa mwenyekiti, kamati ilitoa maagizo matano kwa uongozi wa halmashauri ya manispaa ya Lindi. Maagizo manne yapo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Na agizo moja bado halijatekelezwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nipende kuchukua fursa hii kwa niaba ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pia kutoa shukrani za dhati kwa mgeni wetu rasmi ras, najua pia anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Lindi. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele, ili weo wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote, hapa hapa Mashujaa TV.